Kumbe sisi Waislamu tunaweza. Leo katika mwezi wa Ramadhani, kila mwislamu alikuwa anapigiwa mfano bora, mtaani, mjini, watu wanamsifu, kila mmoja wetu, mwangalieni fulani, mashallah, anaswali swala tano kwa jamaa, anasoma Quran, anaamka kiyamul lail katika swala ya tarawih, ameacha maasi, mpaka tabia yake imebadilika. Basi hivi ndio mwislamu anafaa kuwa maisha yake yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta Ramadhani ili kumkumbusha mwislamu, ili kunikumbusha mimi na wewe kwamba, jamani, namna tunavyoishi katika mwezi wa Ramadhani ndo maisha ambayo mwislamu anafaa kuishi maisha yake yote. Mwenyezi Mungu ameileta Ramadhani ili kumkumbusha mwislamu, jamani, mmesahau malengo ya kuumbwa, mmesahau malengo ya kuletwa hapa duniani naye ni namna mnavyoishi katika mwezi wa Ramadhani. Tuifanye umri wetu wote uwe na Ramadhan. Semeni amin, Waislam.